Naam, harigani mwanafamilia wa Mwaki Sports, karibu sana katika ile segmenti ya kimichezo ambayo, uh, tunapata nafasi ya kuchambua na kudadavua mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala mazima ya kimichezo, na cha muhimu tu kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele usipite na zile updates kali ambazo zimekuwa zikiwekwa hapa kila siku. Naam, katika Yeah, segment hii bwana, leo hii tunaangazia kile ambacho kinaendelea kwa klabu ya soka ya Yanga Dar es Salaam Africans, ambapo tunafahamu wana mchezo wa mwisho katika hatua ya makundi kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League ambapo wataumana dhidi ya JS Kabylie katika uwanja wa Aman Complex kule visiwani Zanzibar. Young Africans wanaomba uh, kwa Mwenyezi Mungu waweze kushinda mechi hiyo na kupata goli zaidi ya moja, lakini pia wakimuomba Mungu huyo huyo uh, kuweza Al Ahli kuweza kumfunga AS hey, yes, Farbati ili wapate nafasi ya kwenda katika hatua ya robo fainali. Nimeona katika mitandao yao ya kijamii wakijaribu kuhamasisha mashabiki wajitokeze kwa wingi lakini pia imani yao bado ipo kubwa sana kwa kuamini kwamba kuna uwezekano wa kutoboa kwenda katika hatua inayofuata. Kwangu mimi binafsi naona tobo liko dogo sana. Uh, wakipita basi ni kama tunavyofahamu kwamba mpira umekuwa mchezo wa maajabu, lakini uh, kwa kimchezo kawaida uh, nafikiri ni asilimia chache sana ambazo Young Africans yanazo katika kuhakikisha kwamba anaweza kwenda katika hatua inayofuata. Farabat ana alama nane, Al Ahly ana alama tisa. Wanakutana vidume wawili, ambapo uh, Endapo Al Ahli akipata sale ataongoza kundi, lakini pia akishinda ataongoza kundi. Farabati akipata sale atakuwa mshindi wa pili na akishinda ataongoza kundi. Kwa hiyo uh, Farabat ana kibarua kikubwa pia na anafikiri atakuwa anatumia energy kubwa kuhakikisha kwamba anashinda ama kutoa sare katika mchezo huo ili ajihakishie nafasi ya kwenda katika hatua ya robo final. Kwa upande wa Dar es Salaam Africans Uh, bado wanafukiza ubani nafikiri, uh, wakiomba Farabati afungwe tena magoli mengi kuli kweli, lakini kwa upande mwingine pia wanamuomba Mungu waweze kushinda zile JS Kabylie. Tunasubiri kwa hamu siku ya Jumapili kuona nini kinakwenda kutokea. Young Africans wataweza kupita katika tobo la sindano kama ngamia, ama ndio safari imeishia hapo na wajipanga katika msimu unaofuata ukiangalia katika peji yao uh, wanajaribu kutengeneza ile posters na kuonesha ni kwa namna gani hawajakata tamaa na wanakwenda kibabe. Uwezo wa kushinda wanao, lakini uwezo wa kufika hatua ya robo fainali huko mikononi mwa alahali. Yote kwa yote, tusubiri kwa hamu siku ya tarehe kumi na tano ya mwezi huu tukashuhudie atato